Kule Khwisero Kisa Mashariki, Dikson Aduda Okwiri wa chama cha DCP ndiye mwakilishi wadi mteule wa wadi ya Kisa Mashariki baada ya kupata kura 1952 na kutangazwa mshindi katika uchaguzi mdogo ulioandaliwa jana Alhamis. Ni taarifa yake Meshak Obonyo. Hatimaye wadi ya Kisa Mashariki katika eneo bunge la Khwisero imepata mwakilishi wadi mteule baada ya kusalia bila mwakilishi kwa miaka miwili, na hii ni baada ya Dickson Aduda Okwiri kutangazwa mshindi wa uchaguzi mdogo wa hapo jana kwa kujizolea kura 1952 huku akifuatwa kwa karibu na Joel Ongoro wa chama cha MDG kwa kura 1541

1900 1,952 votes. Joel Ongoro Otuma, 1,541 votes Dickson Okwiri alitangazwa mshindi na kukabidhiwa cheti kutoka tume huru ya IEBC iliyotiwa saini na msimamizi wa IEBC eneo la Khwisero, Thomas Ngetich.

ni ushindi ambao ulikumbatiwa na bwana Okwiri pamoja na wafuasi wake pamoja na naibu kinara wa chama cha DCP Cleophas Malala the will of the people of Kisa East has been manifested through the the ballot ballot boxes that voted wisely and that's why I've emerged the winner I say thank you so much for all the the staff may the lord bless you so much it has been a long journey since we began the process Of making Dickson Aduda Okwiri a candidate. I remember we had a lot of challenges. Hata hivyo, Malala ameitaka tume ya IEBC kuweka mikakati kabambe ya kukabili visa vya vurugu wakati wa kupiga kura. Nikupotia West TV kutoka Emalindi, Khwisero Kaunti ya Kakamega. Nitemeshak Obonyo.